Na m-community. Tuje katika voice note ya pili ambayo sasa nitaangazia hotuba ya Cheng Diaofan. Unaweza ukajiuliza dashboard sasa, kama nilivyosema, kwa nini nianze na hotuba ya Cheng Diaofan? Kwa sababu ile hotuba ndio iliyozaa dashboard hizi zetu mbili. Sawa, mm, lakini sitoitafsiri hotuba yote isipokuwa nitagusia vile vitu muhi, vile vitu vipengele baadhi tu alivyovizungumza yeye. Sawa, katika ile hotuba kama nilivyowatumia Chendeo, alizungumza vitu ambavyo vip, vip, vip, katika vitu vya kama kumi hivi vitu vikubwa ni viwili au vitatu lakini amevigawanya katika visehemu kumi. Alizungumzia masuala ya blockchain, akazungumzia masuala ya AI, akazungumzia masuala ya DeFi decentralized finance, na akazungumzia masuala ya crypto. Kwa hivi vitu vinne akavikategorize changamoto zake, nini cha kufanya changamoto za DeFi nini cha kufanya, changamoto za blockchain nini cha kufanya, AI nini cha kufanya, mradi wa Pi una malengo gani? Sasa leo nitazungumza, hotuba ni ndefu kama nyinyi mlivyosikiliza, <coughs> almost <coughs> 16 minutes lakini mimi nitaizungumza katika vile vitu ambavyo naona ni sensitive katika mradi wetu wa sasa hivi uliko. Alizungumza masuala ya ya crypto and AI, mustakabali wa crypto na AI alisema To talk about the crypto's future akasema, ili kuzungumzia mustakabali wa crypto wa baadaye, we have to talk about the future of the world, ni lazima tuzungumzie mustakabali wa dunia. Hapa akiwa na anamaanisha tunapozungumzia masuala ya crypto and AI au tunapozungumzia masuala ya crypto future, crypto ya baadaye, yaani crypto ya baadaye, sarafu za baadaye, basi hapo lazima tuzungumzie mustakabali wa pia dunia ya baadaye. Ipoje dunia ya baadaye, itakuwaje? Sasa, ili kuokoa voice note kuwa ndefu, ngoja nisome ile yale ya maelezo kwa Kiswahili moja kwa moja. Anasema hivi, ili kuzungumzia mustakabali wa crypto lazima tuzungumzie mustakabali wa dunia, na kutokana na maendeleo ya AI, ni vigumu kupinga kuwa mustakabali wetu hautakuwa unaendeshwa na AI ni vigumu kupinga kwamba mustakabali wetu sisi binadamu utakuwa unaendeshwa na AI. Yaani wewe maisha yako ya baadaye, mfumo wako wa kula, kuvaa, mfumo wako wa kuishi, mfumo wako wa afya, mfumo wako wa huduma zote utakazozihitaji, Dr Cheng Dia wanasema ni vigumu kupinga, mfumo huo utakuwa unaendeshwa lakini huku maendeleo haya AI ya AI yakileta habari za kusisimua, pia yanazalisha hofu katika jamii yetu kwamba licha sasa, tunaanza kusisimka kwamba ha, kumbe mustakabali wetu umejengwa na AI, utakuwa unajengwa na artificial intelligence. Ni habari nzuri, ni habari za kusisimua lakini bado mfumo huu unaanza kuleta hofu ndani mwa watu. Hofu gani sasa nazungumzia? Nasema hofu hiyo si tu katika Web3, bali pia kwa ujumla. Mfano akaanza kusema, mfano ni nafasi ya kazi za binadamu. Mfano sawa Mfano wa nafasi ya kazi za binadamu human labor. AI ni nzuri sana katika kuzalisha kwa wingi, hapa akimaanisha, akatoa mfano, hofu inaanza kutanda hivi. Mfano katika nafasi za kazi, yani human labor ndio zilikuwa zikizalisha kwa sasa hivi, kazi nyingi material mengi yanazalishwa na binadamu. Lakini tunapozungumzia mustakabali wa dunia, mustakabali wako wewe, ambao ume, utakuwa umejengwa katika AI, basi pia tutazungumzia mustakabali wa human labor. Hautakuwepo, hatutomtegemea binadamu katika uzalishaji wa pesa, uzalishaji wa faida, uzalishaji wa, wa material. Utakuwa mzalishaji mkuu ni AI, akiwa anamaanisha kwamba kazi za binadamu zinaenda kupungua au kupotea au kufutika. Kazi zile zitaenda kushikiliwa na AI, na hapa AI akiwazungumzia roboti moja kwa moja kwa asilimia tisini na tisa, akizungumzia robots. Akaendelea kusema kwamba AI ni nzuri sana katika kuzalisha kwa wengi, hivyo kazi za binadamu zinapungua umuhimu katika mchakato wa uzalishaji. Amesema kwamba human labor becomes less relevant in the production process human labor become, becomes less relevant in the production process , kwamba kazi za binadamu zinapungua umuhimu katika mchakato wa uzalishaji, umuhimu wa binadamu katika kuzalisha unapungua kadiri siku zinavyozidi kwenda, tunapoikaribia future of crypto. Let's talk about that, hebu tuzungumze kuhusu hilo la future crypto. Ambao future crypto hapa tunaenda kuizungumzia, anaizungumzia mainnet. Sasa kwamba mainnet itakapotokea, mainnet itakapozinduliwa, huu mradi uwe tayari unaishi katika future yako wewe, ndicho anachozungumza Kwao mimi nimekuletea ile hotuba uisikilize, ili upime uelewa, upime uelewa wako na upime na uelewa wangu. Umesikiliza, umeelewa nini? na ninachokutafsiria wewe umekielewa nini? Kwamba akionyesha umuhimu wa artificial intelligence katika maisha yako wewe ya baadaye na maisha ya ujumla wa dunia kiujumla. Akaendelea kusema kwamba hata hivyo kwa karne nyingi, tangu viwanda kuanzishwa, kazi za binadamu zimetumika kama kipimo cha kugawa utajiri kwa watu wengi katika jamii, akisema kwamba, and yet human labor has been used as a metric to distribute societal wealth To the majority of the, of the people in society for the countries ever since in, eh, anasema ever since industrialization, industrialization. Kwamba hata hivyo miaka mingi sana ni karne nyingi sana tangia Eh, mapinduzi ya uzalishaji wa viwanda ulivyoanza karne zilizopita, basi nguvu kazi ya binadamu ndiyo ilitumika kugawa nini, kugawa utajiri katika jamii, akiwa anamaanisha kwamba binadamu ndio waliotumika kufanya kazi, binadamu ndio waliotumika kutumia akili zao, kutumia mindset zao, brain zao Ku-create vitu ambavyo vitagawa utajiri katika community, kuunda viwanda, kuunda makampuni, kuunda mataasisi, wakaajiri wasomi <coughs> wakaajiri madokta ma PhD, wakaajiri sijui ma graduate, wakaajiri ma certificate, wakaajiri sijui nani ambao wapo katika ni ma ni ma graduate katika nyanja mbalimbali. Huyu ame graduate katika civil engineering, huyu katika nini, katika nini, uh, ame graduate katika science, huyu ame graduate sijui katika nini bachelor of administration, sio education. Huyu ame graduate sio katika nini. Kwa wale ma graduate katika categories tofauti tofauti, wanaajiriwa katika sekta mbalimbali. Huyu ni masuala ya financial, huyu sio, amesoma masuala ya udaktari. Huyu ni daktari wa mifugo, huyu sio, ni daktari wa mimea. Huyu sio, masuala ya forester. Huyu ni forester ambaye amesomea masuala ya forestry. Kwa hiyo wameajiriwa hawa kuzalisha nini, kugawa utajiri katika watu watu. Wakaunda viwanda vya kutengeneza bidhaa mbalimbali, kutengeneza vibiriti, kutengeneza majiko, kutengeneza magari, kutengeneza meli, viwanda, kutengeneza sijui eh, vitu vya nyumbani furniture mbalimbali mbali, kwa kutumia binadamu, kwa akili ya binadamu, ya wapi? Ya darasani watu wakaweza kupata nini utajiri. Sasa Cheng Dio anasema maisha hayo hayo yanaenda kumong'onyoka, yanaenda kupungua, inaenda kushika hatamu ni AI. Akasema akaendelea kusema katika hotuba yake kwamba akasema ikiwa anasema mm-hmm, ikiwa kazi itakuwa siyo ya maana ikiwa kufanya kazi katika future baadaye, kazi sasa sio ya maana tena, kwa sababu AI imeshika hatamu. Ikiwa kazi sio ya maana je, kipimo gani jamii itatumia kugawa utajiri? If labor, amesema, amesema katika hiyo hotuba If labor becomes irrelevant what will be the metric that become that society uses, uses to distribute our society wealth. Swali ilo limeuliza, ikiwa kazi itakuwa sio ya maana, je, kipimo gani jamii itatumia kugawa utajiri pia akasema AI inaweza kuunda utajiri mkubwa zaidi kuliko hapo awali. Huyu ni dokta anaongea nao wa, usikute ni wasomi kuliko hata yeye aliyeongea. <coughs> Hapa cheng dia walikuwa wanaongea mbele ya wataalam, mbele ya ma CEO, mbele ya ma founders mbele ya madevelopers alikuwa akiongea hayo mbele ya hawa watu bila kupepesa macho, bila kumung'unya maneno, akijua kwamba ninaongea nao, nao hawa walioketi mbele yangu hawa ni wasomi kunizidi mimi, ni wasomi walionitangulia, wameanzisha miradi iliyokuwa succeed kuliko hata mimi, wameanzisha vitu ambavyo ni vimegawa utajiri duniani kuliko hata ikicha kwangu. Kwa hawa naongea nao sio mabongo nyonyo, sio mabongo zozo, siongee na bongo zozo, siongea na mabwenyenye, naongea na watu wenye uchumi wao wa kifedha, uchumi wao wa physically, naongea na matajiri, naongea na wasomi. Kwa hili nalo naloliongea, ananisikiliza ni mtu ambaye atakaa na kulitafakari sasa. Ameongea hivi hiv ikiwa kazi za binadamu zitakuwa sio kitu tena, ni kitu gani kitatumika kugawa utajiri <coughs> katika jamii? Sasa kama utajiri sisi tunapata, angalia angalia angalia, fuatilia. Hata wewe binadamu wewe hapa unayonisikiliza katika hiyo voice note, maisha yako unaishi kwa kutumia nini? pesa yako unaipata unaipata kwa kutumia nini? Usikute pesa yako unaipata, unamtumikia mtu mwingine, unatumikia kazi ya mtu, ili uweze kupata kipato. Ulipo nini, mshahara. Income yako inategemeana na akili ya mtu mwingine, yani umeajiriwa kwenye ofisi ya mtu ambaye amekaa amebwinu me, mbwinu, akabwinu mbwinu zake, akaanzisha taasisi yake akakuajiri wewe, akaanzisha kiwanda chake akakuajiri wewe. Serikali wameanzisha Eh, sekta zao sawa, sijui sekta ya elimu, sekta ya wizara ya afya, sekta ya madini, sijui sekta ya nini, ukaajiriwa wewe. Ni mwalimu, unaenda kufundisha watoto. Hiyo elimu hiyo umeipata wapi? Chuo kikuu au ni certificate? Si ndivyo, umefundishwa umesomeshwa, sawa na mhadhiri ambaye ame, ame, amepata hiyo elimu ukalipwa ukapewa mkopo na serikali, kwao unaitumikia serikali, wanakulipa wewe mshahara kwa kuitumikia serikali, wanakulipa mshahara. Kwa hiyo utajiri wako unategemeana na nini? <coughs> na akili ya binadamu, mawazo, uelewa, maoni ya binadamu. Wewe upate mshahara inategemea na mpaka ufanye kitu, uende kama shamba ukalime, au uajiri watu wakulimie uweke trekta ukanunue mbegu upande usubirie mvua. Sasa hizo zinaenda kupungua kwa hiyo, yechengdia wanasema hayo yanaweza akaenda kupungua. We kukaa ofisini, kukaa kwenye gari, kuendesha gari, kuwa piloti, yanaenda kupungua. alafu yanakujaje? akasema ya huenda AI ikatumika kugawa utajiri ambao haujawahi kuwepo hapo awali, akiwa anamaanisha kazi ile alikuwa naifanya binadamu, ikifanywa na AI, ikifanywa na robot, atazalisha more than human, na faida ikawa kubwa maradufu, mara elfu, mara millions, utajiri mkubwa sana unaenda ku kuwa anda AI ikiwa wewe tena hautatumika. Akasema hivi pia, AI inaweza in, pia akasema pia AI inaweza kuunda utajiri mkubwa zaidi kuliko hapo awali. Je, utajiri huu unaweza kugawanywa kwa njia ya haki na inayopatikana kwa wote ili kuhakikisha ustawi wa binadamu? Sasa huu utajiri huo ambao utapatikana kwa AI utapatikana kwa robotics. Unaweza kumfikia kila mtu? Unaweza kugawanywa katika jamii, afu kila jamii ikafaidika kwa urahisi? Inaweza ikafanyika hivyo? Akasema hizi, haya ndiyo maswali yanayohusu kila mmoja wetu. Basi haya ndio maswali ambayo kila mtu anatakiwa ajiulize. <laughs> Chendi yao bwana aka kadada kametoa vitu huko nyuma vigumu ambavyo watu wameanza kuvifikiria. Mm, hivi kweli AI inaweza kazalisha ikatengeneza utajiri kweli tena zaidi ya sisi tunaotengeneza sasa hivi kivipi? Na kama AI wataweza sasa itakuweje na itafikiaje watu, yule aliyekuwepo kule na njilinji aliyekuepo sasa, kofi aliyekuepo kule, na ngwanda sijaona ataona, huu utajiri aliyekuepo na, na ngwanda sijaona atauona huu utajiri wa hey, hey, unavyokuepo sasa. Chingide akasema hao ni maswali yanatokea kila mmoja wetu ajiulize, na haya ndiyo maswali, na akasema na haya ndiyo maswali yanayohitajika kutatuliwa na kizazi chetu hivi karibuni. Akasema hivi, these are questions our generation our generation. Unajua sio generation ijayo, sio next generation, sio kizazi kijacho Anavyosema our generation anajizungumzia yeye, yani anajizungumzia kizazi hiki cha kwetu sisi, kizazi cha kina Dr. Nicolas, kizazi cha kina Cheng Diofan, kizazi cha kina Pioneer mdogo, kizazi chako wewe hapa, ndio kinatakiwa kitatue hii changamoto, kitatue hii changamoto, ikiwa inamaanisha hayo mambo yanatakiwa yafanyike sasa hivi. uh -huh. anasema Uh, eh, this uh, eh, anasema And these uh, are the questions our generation needs to figure out very soon. To figure out very soon. And that's where I think blockchain comes in. Na hapo ndipo. ninaona blockchain inaweza kuingia. Umaona hiyo hotuba ilivyo kaelezea changamoto za dunia, kwamba dunia sasa hivi inahitaji watu, inahitaji watu wasomi, inahitaji wataalamu kutengeneza utajiri katika dunia. Asiyefanya kazi na asile, si ndivyo? Sasa utajiri huu inaweza kuwa una nini, una lawama sana. Umefanya kazi, hujalipwa na bosi, umefanya kazi, umekatwa mshahara NSSF. Ukifuatilia NSSF ile ulizokatwa, upawi kwa wakati, umestaafu pesa zako upewi kwa wakati, na ni pesa zako unalipwa mshahara ambao haukidhi vigezo, haukidhi mahitaji yako. Unapewa mshahara ule mshahara, mtu anayelipwa maskini ya Mungu analipwa kwa ajili tu ya kusurvive siku thelathini asife. Lakini ule mshahara asilimia mia moja watumishi mishahara wanaolipwa haiwatoshelezi, kufanya extra nje ya chakula, nje ya mavazi mshahara unaolipwa na serikali, kamwe huwezi kujenga nyumba, huwezi kununua baskeli. Mshahara unaolipwa na serikali, wewe mwalimu, wewe dokta, wewe polisi, sijui wewe nani, huwezi ukamsomesha mwanao international school. Huwezi, na ndio maana asilimia 99.99 ya watumishi wanakopa benki waweze kufanyaje? Kuanzisha miradi, yani mtumishi ni mwalimu lakini ana duka, ana mifugo sijui ana shamba, ana saloni, sijui ana amekopa hela ameanzisha biashara. Yani hiyo biashara ile anzisha hajaanzisha biashara kwenye ndani ya ule mshahara wake analipwa kila mwisho wa mwezi? Hapana, lazima akakope, kwanza ajenge, anunue kiwanja ajenge. Hawezi akameki ule mshahara wake akanua kiwanja akajenga nyumba haji... kama atafanya hivyo nyumba itaisha, atakuwa amesha staff, anadaiwa kuweka bati wale. <coughs> mshahara unaolipwa na serikali niili wewe ununue chakula, uishi, mtoto wako wasome shule za senti kayumba. Mshahara unaolipwa uwezi ukampeleka mtoto wako senti fulani. Kwa sababu gani? Kwa mwezi kule itahitajika upeleke laki tatu laki nne. <coughs> mshahara unaolipwa ni laki nane laki tano hujakula kwa mwezi, hujaumwa, hujaweka bando, hujapanda sa bodaboda kwenda kazini. Jamani, huu mshahara tunaolipwa jamani na serikali si kwa ajili ya kujikwamua katika maisha. Sasa chengdia wameshafuatilia, akaona uh -uh. human labor wanateseka. Sasa AI watakuja kutengeneza utajiri, kugawa utajiri, kugawa utajiri Kugawa, kugawa utajiri ambao haujawahi kugaiwa hapo before. Kwa njia gani? Maswali yao, jiulize. Lakini akawa tayari ameshajiuliza akaja na majibu mbele za wataalamu, akasema hapo ndipo ninapoona blockchain comes in. Blockchain technology ndipo inapoingia. Sasa utajiuliza blockchain nd, ai How comes itakujaje? Kutengeneza utajiri wa dunia kutengeneza utajiri wa jamii utakujaje? Je, unataka kujua? Fuatana nami payonia mdogo katika voice note ya tatu.